Utekelezaji wa miradi hii ni miongoni mwa jitihada zilizochukuliwa na serikali yetu katika kuimarisha ustawi wa wananchi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Aidha, miradi hii ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020-2025 kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, dira ya maendeleo Yani Zanzibar Development Vision ni ya 2050, sera ya taifa ya usafiri pamoja na mpango mkuu wa usafiri Zanzibar. Lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa Pemba itakuwa na uwanja wa ndege mpya wa kimataifa ambao utaifungua Pemba kimataifa kwa kukuza utalii, uwekezaji na biashara. Vilevile serikali ina lengo la kuhakikisha barabara za Zanzibar zinajengwa kwa kiwango cha lami pamoja na kuhakikisha zinakuwa katika hali nzuri muda wote, kwa kuzifanyia matengenezo. Lakini airport hii ni ya muda mrefu, pia fedha zimepatikana, kandarasi tayari huko njiani, na kibali cha kuanza ujenzi tayari kimeshatolewa. Tunaondoka hapa leo katika uzinduzi huo, wataana wanaendelea kuujenzi waa hako vii lakini, walikuwa wakizungumza kwamba Pemba barabara haziyengu zinajengwa Unguja hivi, tunajenga kilomita mia moja na tisini hapa Pemba, na kila utakapozunguka mkandarasi huko, ikifika Disemba nadhani Pemba itakuwa mpya. Hiyo ni kazi ya d Husen Ali Mwini. Sisi tunamsaidia tu, ni kazi yake, maono yake. Kwa hivyo, wananchi wa Pemba tukae kupokea miradi mikubwa ya maendeleo, iwe ya miundo mbinu, iwe ya huduma za jamii, iwe mahoteli ya kitalii. Pemba inafunguka kama alivyoahidi Mheshimiwa Rais. Bandari ya Mkoani inakarabatiwa, itakuwa bandari kubwa zaidi itakayozidi kuchukua meli kubwa za makontena ili kuja moja kwa moja Pemba, kama itakavyokuwa ndege za kimataifa zitakavyokuja hapa. Na baada ya kusha kuzindua uh, ujenzi wa uwanja huu, basi ujenzi huu utaanza rasmi, na maandalizi ya awali yote yameshakamilika, ikiwemo michoro, ujenzi wa kambi ya mkandarasi kama ambavyo tumeikagua. Malipo ya fidia katika eneo la mradi tayari yamelipwa, na jumla ya bilioni 15 milioni 154 43730 zimeingizwa kwa malipo na tayari bilioni 14 milioni kumi na nane laki sita themanini na nane zimeshatumika kwa kuwalipa wananchi wapatao elfu moja na kumi na moja wanaomiliki nyumba, miti na vipando. Mkandarasi tayari ameshaleta vifaa vya awali na wataalamu kwa ajili ya kuanza ujenzi rasmi wameshafika hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukiendelea na ujenzi wa barabara ya Mkoani Chake Chake yenye urefu wa kilomita 43.5. Utekelezaji wa mradi huu umeanza rasmi mwezi Juni 2025 na unatarajiwa kuchukua muda wa miezi 36 kutoka kuanza kwake. Mkandarasi wetu ni yule yule Proper Infrastructures, Proper voyage kutoka nchini Hispania na msimamizi ni Darhangasa kutoka nchini Lebanon, na mradi huu unategemewa kugharimu jumla ya euro milioni tisini na tatu laki tatu thelathini na saba mia nne na mbili.